Wananchi wamekuwa wakipanda miti karibu na njia kuu za umeme, hasa miti hii inapokuwa mikubwa, na kwa kuwa haishughulikiwi hai kupunguzwa, basi miti hii imekuwa iki, ikigusa njia kuu za umeme, na mara kwa mara imekuwa kukitokea matatizo hayo ya kukatika katika kwa umeme. Lakini vilevile baadhi ya wananchi wamekuwa wakikata miti bila kuwa uangalifu. Mara nyingi wanapokata miti, matawi ya miti au mti wenyewe unakwenda kuangukia laini, hasa ukiangukia laini, mara nyingi watu hawa hukimbia bila kuiharifu Shirika la Umeme, inatuchukua muda mrefu sana kugundua kwamba wapi hitilafu ipo. Mfano, katika siku za karibuni, kuna mwananchi mmoja amekata mnazi, mnazi ule umekwenda umeangukia njia ya umeme, na lakini walipokata ule mnazi ulikuwa ni sehemu ya mapori, kwa hiyo hakuna aliyeona kwamba mnazi ule uliangukia njia ya umeme, ikatuchukua ikatuchu, muda mrefu sana kujua tatizo liko wapi. Lakini ziko yako maeneo mengine ambapo vile, vile kuna, kuna kuna aina fulani ya hujuma ambapo mfano watu wanatupa takataka karibu na karibu na nguo nje ndio nguzo za, za za umeme za waya wa umeme, baadaye wana, wanatia moto hizo takataka. Kwa hiyo unapotia moto hizo takataka, basi ule moto unashika kwenye zile nguzo, kwa sababu ikumbukwe hizo nguzo zimewekewa dawa maalum kwa ajili ya kuzuia zisipate unyevu unyevu. Hasa ile dawa ina sifa za kulipuka, yani ina sifa ya milipuko, yani flama hasa unapoweka moto chini ya nguzo ya umeme, manake kwamba ni rahisi nguzo hiyo ya umeme kushika moto. Kisiwa cha Unguja kinapokea umeme kutoka Tanesco, Tanzania bara kupitia kebo mbili za baharini moja ya migawati 45 ambayo ilijengwa mwaka 1980 ambapo kwa sasa kutokana na uchakavu wake inaweza kubeba migawati 30 tu. Kebo ya pili ni ile ya migawati 100 ambayo ilijengwa mwaka 2013 na, na kebo hizi zote tayari zimeshafikia ukomo wa uwezo wake. Yani, kebo ya kwanza migawati 45 ambayo inachukua migawati 30 kwa sasa imefikia asilimia tisini na nane pointi nane na ile ya, ya, ya, ya megawati 100 ambayo ilijengwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu ukomo wa matumizi yake umeshafikia asilimia tisini na saba pointi tatu Sasa katika hali hii, hatuna nafasi tengine kubwa ya kuingiza umeme zaidi kule Zanzibar. Kwa sasa tunapokea megawati mia moja thelathini na tano pointi saba kutoka Tanesco lakini mahitaji yetu kwa sasa ndani hivi tunavyozungumza ni migawati mia moja sitini na tano. Sasa tunayo mapungufu ya karibu migawati thelathini kwa umeme tunaopokea ukilinganisha na mahitaji yetu. Huu upungufu unaotokea ndio unaosababisha unaosababisha kutokuwepo kwa huduma kwa baadhi ya maeneo kwa baadhi ya wakati. Kwa nini? Kwa sababu matumizi yetu sasa hivi yamekuwa makubwa kupitiliza na uwezo wa mtandao wetu vilevile nao hauhimili kiasi hicho cha cha, cha, cha umeme unaohitajika, na ndio maana kila wakati inapofika wakati tuweze kuzima baadhi ya maeneo ili kubalance ile grid yetu. Sasa kinachofanyika na kinachotokea ndicho kinachopelekea umeme kukatika. Kati kwenye line zetu tumeweka vizuizi, tuna kwa kitaalamu inaitwa line breakers. Sasa hizi line breaker zimewekwa kwa, kwa kiasi kwamba ikitokea huzidiwa kwa mba, kitokea, basi hizi breaker zinakata na umeme ule unakuwa haupatikani katika baadhi ya maeneo na unarejea wenyewe automatic pale ambapo stress itakuwa imepungua kwenye ile line. Itahusisha uwekaji wa mfumo wa uangalizi wa mtandao wa wetu wa umeme ambao unajulikana kitaalamu kama skada. Hasa mara nyingi tunapotokea tatizo katika njia kuu za umeme, inatuchukua muda mrefu sana kujua wapi tatizo lipo sasa. Kwa kutumia mfumo huu, itaturahisishia sisi kujua mara moja wapi tatizo lipo. Utawekwa mfumo wa ufuatiliaji wa hitilafu ambao unajulikana kama kitaalamu, Distributed Management Systems, DMS. Sasa huu utatuwezesha au utawezesha mafundi wetu kugundua mahali ambapo kumetokea hitilafu katika njia kuu za umeme mara moja kuliko ilivyo, ilivyo visasa ambapo tunatumia muda mrefu sana kutafuta hitilafu na tunatumia muda mfupi sana kutengeneza hiyo hitilafu. Kutokana na kuwepo kwa matumizi makubwa, mara kwa mara tumekuwa tukipata hitilafu za kiufundi. Mfano, tarehe tarehe tatu mwezi wa kwanza, majira ya saa mbili usiku, moja katika kizuizi chetu cha njia kuu ya umeme pale katika kituo cha kupezea umeme cha Mtoni substation imeungua, lakini hii imeungua kutokana na kuwepo kwa matumizi makubwa sana kwenye line ilipelekea wananchi kukosa umeme kwa muda mrefu sana na hili lilipelekea kuunga umeme ule kwa njia za dharura, ili wananchi waendelee kupata umeme wakati tatizo halisi linashughulikiwa. Niombe wananchi kwa wastahimilivu katika kipindi hichi ambacho serikali inachukua kila jitihada kuangalia njia mbadala za kuweza kuwa na umeme ule ambao ume, umejitokeza katika mahitaji yetu.